Well, huyu mdada mrembo hapa alikuwa ni one of the bright maids of Priscilla. So wakati Diamond kaenda kule cool Niger, kuna video moja litrendi sana ya Jux akimkonyeza Diamond wakati huyu mdada anapita pale mbele. So starting from there, ikaanza hii tetesi kwamba huyu ndio atakuja kwa mwanamke anayefata kwa Diamond Platnumz also kuna another video ambayo hajaonesha vizuri Diamond akimuomba namba huyu mdada mrembo sasa bwana Zuchu Zuchu hapa anakaa mguu ndani mguu nje chake tena hakipo and ukizingatia familia nzima ya Diamond haimtaki Zuchu especially mama mkwe. Mama mkwe, well, sio kwa ubaya, lakini mama mkwe, sijua anamtaka nani kwa mwanawe, haijajulikana. ana kila mkwe hatakiwi, na tunaona pia toka hii nyimbo mpya itoke, Zuchu bado haja hata kujirekodi nao hajajirekodi, na mama Dongote ndo anaiplay vibaya sana, ukizingatia maneno ya ile, ya ile nyimbo <laughs> like mnakumbuka Rita alivyokuwa na mchamba Zuchu akisema kwamba sijui mchafu nini nini, sasa ndo maneno mengi ya ile ile nyimbo yametoka kwenye maneno aliyokuwa anasema Rita aliyoandika kwenye Insta story yake. Sasa we need to wait and see, huyo ndio atakuwa another girlfriend wa Diamond Platnumz, maana kuna hashtag tayari inatembea ya DD 2026. Yani, it means Diana and Diamond Platnumz 2026. So tumetoka na JP, Priscilla and Jukes. Now we have DD, Diana and Diamond na mnakaona hapo kazuri. Subi nika pose, nika zoom, nika slow motion. Well, did you see her? This girl is a model, alafu hana flat screen, yuko na kashifu kake fulani be amazing. Na jamaa kashasema anataka mwanamke wa Nigeria as we saw everything. He wedding ilikuwa a big opportunity kwa Juma Jokes, yani alijipatia, so alijipatia, kajipatia umaarufu mkubwa, kajipatia big status, the status for the big wedding and the status for marrying an Actresses, daughter ambaye yeye pia ana big status huko so, we'll Niger so wlikawawa Niger lakini ajawacasargelka mwanamke ambaye yuko vizuri, mm -hmm. Ana status ya tayari yake tayari, ndio maana mnaona hii wedding imekuwa very big na watu wakubwa wasanii wengi wamehudhuria. Kwa hiyo imefungulia riski baraka nyingi, sio yeye tu mpaka kwa wasanii waliohudhuria, especially Diamond anataka hii opportunity pia aipate ya kuanza kujiwekea heshima kwamba kaoa mtu mkubwa au hivi. well, tukae tukisubiri harusi ya DD 2026, maana wanaiita wameishikilia hii hashtag hatari. and not all of them, some of them hawamtaki Damon kwa sababu kazi yake ni kuchezea wasichana. Kwa hiyo si wote ambao wanamtaka Damon kwa sababu tabia yake tayari inajulikana si nzuri. Well, and do you know why people wanamwita Zuchu kinganya? <laughs> do you know why? Wanavurugana, then the next day unakuta ana post So, Zuchu anakuwa king'ang'a, kwa sababu matukio kama haya, Diamond anampiga matukio ya maana, anamdhalilisha mbele za watu, lakini still yeye hataki kuachia ngazi, niko pale pale, anavumilia. Wela naamini siku moja atakuja kuolewa, you never know, anaweza kuolewa, si leo. Hiyo ni mipango ya Mungu. Wale tumeona kina Tanasha, kina Zari the Boss Lady wameachia ngazi mapema, yani wakivuruga wao wanasepa. So, that's the reason Zuchu anaitwa king'ang'a. Tuangalie mfano, tukio lilotokea juzi hapa la Mwijaku kutoka na wale wasichana wadogo lakini hajawahi hata siku moja kumvunjia mke wake heshima mbele za watu. Anaonyesha mapenzi, anaonyesha kumjali, anaonyesha kumpa mazawadi, mazawadi. So hata kama katoka na watu huko, ametaka kustiriwa, hakutaka iwe public kwa sababu hajataka kumdhalilisha mke wake. Ingekuwa mwenzangu na mimi hapo, Diamond angechukua hii opportunity ku trend na kutoa nyimbo mpya. Well, let me not talk much, angalieni hii video ambayo the bridesmaids na groom groomsman wake celebrate

Well, well, well. Well, nimewakini hapo, meona vizuri akiwa anacheza wakiwa wanaingia hapo na bride mates wa Priscilla. Well, na hii video ilikuwa after party, alivyokuwa na ana mwaga zake mahela na wadada hapo mbele alikuwa anawatuza tuza anawabandika bandika, bandika eh. <laughs> Well, kuna husband materials but for for Diamond, not yet. If if you are after money then it's okay, lakini if you're looking for a, it in a husband and mtasubiri mm -mm, sana kama nyumba yake inavyosema. well, well, well, kuongea sana, let's wait for the DD Diana and Diamond. Wewe na Diana well, pia ni mzuri, eh kale kadada, yani ni kazuri, kako bomba. Sasa hata akiwa na Diamond, mama mkwe hata mkubali Shughuli iko hapo kwa mama mkwe, maana wote waliokuja wamedunda. <laughs> Sijui mkwe gani anayemtaka sasa, sijui atakubalika ama la. Look at her, look at her, very beautiful. Well, guys, malizeni na hii video and thank you so much kwa kuangalia hii video. Usisahau kusubscribe, kulike and comment for more Celebrities update smalizindi na hiki kipande.